Sasa wewe ndugu yangu, <coughs> asubuhi yote hii unakuja kukaa huko peke yako, na inaonekana kama ni mtu mwenye mawazo sana. Em, niambie, unawaza nini nini? Sasa unataka isinihusu, na wakati mimi ni ndugu yako. Alafu, yani bwana. <coughs> Hivi wewe utaacha lini kufuatilia mambo ya watu apehi? Kwa mimi hapa nipo kwako, kwa hapa nafuatilia mambo yako, si ndivyo? Maana wewe kuna mambo mengi sana ambayo unafuatilia, sio kuhusu uh -huh. na sijui tu ni kipi kinachokupelekea ufuatilie mambo ya watu ambayo hayakuhusu. si ufuate maisha yako. Sasa nikwambie kitu kaka, haya maisha haya. Yaani, we unavyonichukulia mimi, labda nakufuatilia maisha yako, ni kama vile unanikosea. We ni ndugu yangu kabisa, na nataka nijue kabisa kila kitu kinachoendelea kwenye maisha yako. Sikia nenge, unajua mdogo wangu, hii ni dunia. Kama hii ni dunia, unapaswa utambue kitu hichi, mm.

Yaani, mtu unakaa upo busy kabisa kuwaza mapenzi halafu unaambiwa ukweli, unaanza kuvunga kwamba oh, maisha ya mwenzio mwachie mwenyewe, wagosha hii yeah <laughs>